Safari ya kusitisha vita vya Israel dhidi ya Hamas huko Palestina ni kitendawili ambacho kukitegua kwake kunataka umakini mkubwa, kufuatia mwenendo wa kusitisha mapigano kuonekana ukiwa njia ya panda, huku mamia ya watu wakiwemo watoto wakiendelea kupoteza maisha. Afisa mkuu wa Palestina anayefahamu kuhusu mazungumzo hayo ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas amezungumza na vyombo vya habari vya kimataifa akibainisha kwamba wapatanishi wa Qatar na Misri wamependekeza mfumo mpya wa kumaliza vita huko Gaza. Afisa huyo ameeleza kwamba wanatazamia kufikiwa kwa makubaliano ya amani ya kudumu kati ya miaka mitano hadi saba achiliwa kwa mateka wote wa Israel badala ya wafungwa wa Kipalestina wanaoshikiliwa katika magereza ya Israel, kukomesha rasmi vita na Israel kujiondoa kabisa katika ukanda wa Gaza. Ujumbe mkuu wa Hamas ulipaswa kuwasili Kairo kwa mashauriano. Usitishaji vita wa mwisho ulisambaratika mwezi mmoja uliopita wakati Israel ilipoanza tena kulipua Gaza, huku pande zote mbili zikilaumiana kwa kushindwa kuendeleza makubaliano hayo. Israel haijatoa maoni yoyote kuhusu mpango huo wa wapatanishi. Hamas itawakilishwa katika majadiliano mjini Kairo na mkuu wa baraza lake la kisiasa Mohamed Darwish na mpatanishi wake mkuu Khalil Al Haya. Wakati jitihada hizo zikiendelea mwishoni mwa juma, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikaririwa akisema kwamba hatamaliza vita kabla ya Hamas kuangamizwa na mateka wote kurejeshwa, jambo linaloashiria kwamba huenda jitihada za wapatanishi zikagonga mwamba, lakini ni jambo la kusubiri na kuona. Mzozo kati ya Israel na watu wa Palestina ni moja ya mizozo ya muda mrefu na yenye vurugu zaidi duniani chumbuko lake linaturudisha nyuma zaidi ya takriban karne moja iliyopita.